Mtazamaji, bado tukiwa kwenye taarifa zinazofungana na mauaji ni kwamba familia ya Daniel Nderitu, jamaa anayedaiwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi eneo la London, Nakuru Magharibi imejitokeza waziwazi kukashifu mauaji ya kiholela ya jamaa wao siku tatu zilizopita. Familia sasa inataka haki kutendeka na maafisa wanaodaiwa kuhusika kufungwa. Marian Nyambura anaarifu zaidi. Maandalizi ya mazishi ya Daniel Nderitu mwenye umri wa miaka 47 yanaendelea nyumbani kwao eneo la London, Nakuru Magharibi. Daniel aliuawa kwa kupigwa risasi Jumatatu wakati mzozo kati ya maafisa usalama na wakazi ulipozuka. Familia hii ikilaumu maafisa wa polisi. Wakakuja na double cabin, walikuwa wa polisi waine. Walikuwa na madam na wanaume wat watatu wakakuja kashika waka kakijana kadogo wakasema kako na bangi, walikuwa washapiga risasi tatu juu hadi hadi point hivi, hapo ndio penye walishikia dano wetu. Familia ya Nderitu ikisalia na majonzi kwa kupoteza baba ya watoto wanne. Huyu anafanya kazi hapa hivi, anapiga hizi migondi ndio anauza anauzia watu ndio apate kitu ya kukura. So sasa, ndugu yangu alikuwa mtu innocent, asijini wale kusema serikali waje kutumariza tu tu nizali, Lasta, Lata, tuko na haki ya kuishi hapa Kenya hivi hapa hapa, na stahili tuishi hapa hivi, hatuwezi enda nchi ingine. Nchi yenye tuko kwake. Juu mwanzo Nderitu alikuwa na bibi na watoto wanne. Bibi yake aliaga four years back, na sasa hii ndio amerudi amea amewacha watoto watoto wamebaki sasa, ni jukumu sisi tukawa nini kama ndugu zake. Maafisa wa usalama walishika doria katika eneo la London siku nzima ili kuzuia waandamanaji ambao wanadai haki kufuatia kifo cha Daniel kujitokeza. Kwa siku mbili makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji yalichacha eneo hilo. Hata hivyo, biashara zimesalia kufungwa. Hatuchakwa na amani kwa sababu sasa vijana walirudi tena kutan, waanza kukua kama wanalut biashara za watu. Watu wa bodaboda pia walikuwa wanaenda nyumbani kwa sababu hakukuwa na kazi yoyote inafanyika, hakukuwa na mtu anapita naona na kila mtu alikuwa anaogopa huenda hawa vijana pia wanaweza fanya nini. Wanaweza kuambia ulikuwa unataka kubeba nani, na sisi tunaomboleza. Maafisa saba wamezuiliwa baada ya kufikishwa mahakamani siku ya Jumanne. Afisa mmoja akiwa hospitalini, maafisa wawili waliachiliwa kwani hawakuwa na bunduki wakati wa tukio. Makachero upelelezi wakipewa siku saba kuwazuilia kwa uchunguzi kamili wa bunduki za maafisa hao ili kubaini nani aliyehusika. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.